Habari wapenda, karibuni katika kipindi chetu ambapo leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni kama inavyoonekana hapo kwenye picha. Vitambaa vyetu ndio hivi. Umeona? Hatua ya kwanza kabisa, kabla tujaanza kupima nguo yetu. Maana hizi nguo ni pana. Sawa? Hii kitambaa ni mita moja na nusu na hiki ni nusu mita. Kwa hiyo, nitakachokifanya nitachukua hiki nusu mita. Hii nusu. Then nitapima upana wa inchi moja na nusu inchi moja na nusu wala nitapima inchi moja na nusu inchi moja na nusu iko hapa hivi hini. Baada ya hapo upana wa inchi moja na nusu nitatembea nao kwanzia huku juu mpaka chini. Nikishatembea nao juu mpaka chini, baada ya hapo sasa nitachukua kitambaa changu hiki. Mwana mdogo pindo limepinda liko hivi, sawa? Hili tu ndo, kumbuka, linakaa nje sio ndani, linakaa nje. Kuona chua kitambaa hiki ambacho ni mita moja na nusu cha maua ua, ua. Na kilaza hivi na kuja na hiki na kuja na kukutanisha sehemu za nje kwa sehemu za nje. Nitaweka namna hiyo, nitabandika, nitashona kuanzia mwanzo mpaka chini. Na kwa upande mwingine pia nitafanya hivyo hivyo, nitashona kuanzia mwanzo mpaka chini. Ngoja nishone tuone hatua inaofuata. Okay. Kama unavyoona tayari nimeshona. Pindo la nchi moja na nusu hili hapa hivi. Nikashona, kwa hiyo itakuwa na muonekano huu. Nguo itakuwa na muonekano kama jinsi inavyoonekana hapa. Kumbuka bado sijaweka vipimo ila kitambaa ni mita moja na nusu kwa nusu mita. Kwa hiyo itakuwa na muonekano huu. Kama nilivyoambia, ili pindo la kwanza la nchi moja na nusu ndo hili, then nikaunganisha huku pembeni. Baada ya hapo atoe inayofuata naenda kuipasi nguo kabla sijaanza kuweka vipimo Utachukua kitambaa utakitandaza namna hii sawa, kisha utandaza namna hii utaanza, uta, utaliweka katikati hili pindo lako theni utapitisha pasi, napitisha pasi, unanyosha vizuri. Ukimaliza kunyosha hapo, pia unageuza huku kwa ndani na pen utafanya hivyo hivyo. Utaenda kujiachanisha hivi vitambaa vyako hivi, sawa, hapa katikati unaachanisha unapitisha pasi, unafanya hivyo kwa pande zote mbili. Baada ya hapo, kama mnavyoona, huku ni ndani, huku ni nje. Pindo kwa nje itakuwa na mwonekano huu, itakuwa na mwonekano huu itakavyokuwa. Sawa, so, kwa hiyo baada ya hapa sasa, tunaofuata naenda kuweka vipimo sasa kwenye nguo kwa ajili ya kuikunja ili kukata. Sawa, so, hakikisha imelingana vizuri katikati, takunja mara nne kama tunapokunja wakati wa kukata nguo ya shifti Ama hi sawa. Baada ya hapo, tutakuwa tunachukua vipimo kutoka huku ya huku sawa, na nguo wetu na urefu wa hamsini na tisa tanda kupima sasa tena kuweka shingo, upana inchi tatu na nusu. Kisha tutambaa vimelingana vizuri, shingo inchi tatu na nusu hapa tena kushusha nchi mbili na nusu kwa ajili ya kuja kuzunguka shingo ya nyuma ya mbeza nyongeza. Baadaye ndipo nakuja huko mwisho, natoa nchi moja. Baada kutoa nchi moja, nanyosha kuja sehemu ya mwisho wa shingo, enye upana wa shingo akuwa hivyo sawa. Baada ya hapo tena kushusha mstari wa kwapa kwapa. Tapima biga kwanza. Bige ni kumi na sita mboni sawa na nane pia. mstari wa kwapa kwapa ivohapa hivi kwenye nchi nane. Kwa hiyo nakuja huku mkononi kwenye mkono huku tapima nchi kumi na sita mboni sawa na nchi nane baada ya hapo naingia vusuni san kusunchi tu aku. Baada ya hapo naishusha, tunatoa mpaka mwisho bila kupima sehemu ya hipsi wala nini. Okay, okay, tukate. Okay wapendwa, okay, kama mnavyoona tayari nimeshakata, nimekata pembeni na ile nusu inchi niliyosema ile ya kuingia ndani zinatoka. Hii itanisaidia wakati wa kuja kukunja pindo, kwa hiyo nitaweka hivi na hivi kwa ajili ya pindo la kwenye mkono. Sawa. Ta, kwa oh, hiyo vitamba vyote vitakuwa na muonekano huu. Uh, vinakuwa ni vipande viwili, unaona na hii kumbuka, hii hatuwekei laini. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa nitaenda kupinda shingoni, tapinda shingo na huko pia nitapinda shingo, alafu baada ya hapo sasa nakuja napima usawa wa chini ya ziwa mfano, kwa nguo yetu hii sisi chini ya, ya, ya ziwa ni kumi na tatu. Kwa hiyo nakuja kupima mpaka sehemu inchi kumi na tatu. Kumi na tatu iko hapa hivi. Baada ya hapo nitaenda kupachika kamba Umu hivi. Umu. Kwa kama mnavyoona tayari imepinda shingoni nimeweka pindo zangu ndogo ndogo then nikapasi ili shingo iwe na muonekano mzuri mari usijivutevute na kamba zetu kama unavyoziona hii ndio mikanda nimegeuzia nimeshona nime kwa ndani nikafunga then nikaitoa nika kwa nje kwa hiyo nguo itakuwa na muonekano huu kwa ndani sawa hizi ndio kamba na kamba nilipima urefu wa kutoka huku begani mpaka kwenye kumi na tatu na nusu ndio pak kulipo mikanda ilipoanzia, nimeweka nikashona nikashona. Na ukiangalia kamba hizi ni ndefu, unaona? Maana yake hii nguo anaweza kuvaa mtu mwenye tumbo la mpaka 44. Mtu mwenye tumbo 38 anavaa mpaka 48 anavaa. Na hata kama mtu mwenye hipsi ya 60 bado hii nguo anavaa na mapu, tunaita hizi ni free size. Sawa? Kwa hiyo atuna mfuata sasa, nilikwambia uachie ili tuachie ile nusu nchi huku kwenye mikono nimepinda pindo, itakuwa na muonekano huu, unaona. Kwa baada ya hapo, saa tu inayofuata nitaenda kuunganisha pembeni. Kwa pembeni nitafanya hivi, nitakunja, nitaweka kitambaa changu hivi, nitakilinganisha vizuri, halafu nakuja na pima inchi saba kutoka juu ambapo iko hapa, inchi saba yani, nitashona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nitafanya hizo kwa pande zote na nikifanya hatua zote hizo, baada ya hapo nitapinda. Nikimaliza kupinda, baada ya hapo nguo yetu itakuwa imekamilika. Kama kuna sehemu kujaelewa unaweza ukauliza. Asante, karibu tena.